Hapa ni Masika Muhema jandie presidente wa societe civile ya Vurondo. Isiku ya jana dimashe, kuvendine kulisikika masasi yengine, nilitokea Behia na yengine nilitokea Bulia Sene na yengine ketokea kusandre ya Vurondo. Tuliuliza asubuhi ya leo lendi, tunasikia ke babandi walitaka ingilia, balitaka ngiliaka militere ya pale kasinga Behia, njo tunakundane Basoda kukuwa na tembea busiku, kukua nakuwa na mabunduki bakutamira, bakunywa pombe. Tunataka eforme mkubwa wabo, apime kuwafundisha tena kazi yabo. Ugizi wanapasha chunga populasion ile iliacha, populasion ya Vurondo na lala mwikipori.